Kwa majina naitwa Maulidi Saidi ni mwenyekiti wafanya wa wafanyabiashara wadogo wadogo mkoa huu wa Geita. Kwanza kabisa tunalaani tu matukio yaliyofanyika siku ya tarehe 29 Oktoba, kwa sababu hayakuwa na afya katika jamii yetu ya Kimachinga, hivyo tunayalaani matukio yale na pia hatutamani kuona matukio yale yakiendelea kwa siku zingine na tunaomba sisi kama vijana tuna wajibu wa kulinda amani ya nchi hii, hivyo tuko pamoja na Mheshimiwa Rais na tunawaomba wafanyabiashara wote wawe na msimamo kama ambao Mheshimiwa Rais yuko nayo, kwa sababu athari hizi zinapotokea zinakuwa changamoto sana hususan kwa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo. Tulipata changamoto kubwa sana, na wala hatutegemei na wala hatuombi tena yatokee mambo kama hayo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba vijana kuwaomba wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kuepukana na haya mambo yanayosemekana. Jina naitwa Isaac Peter. Ni katibu wa wafanyabiashara wadogo wadogo mkoa wa Geita. Ni kwa hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo machache. Jambo la kwanza, naomba nina ni laani kitendo ambacho kimefanyika siku ya tarehe Oktoba 29 cha uvurugu pamoja na changamoto ambazo zimetokea ni pamoja ya kuathirika kwa watu na pamoja na uharibifu wa vitu ambavyo viliweza kutokea. Hii yote ni sababu ya maandamano ambayo iliweza kutokea tarehe 29. Lakini pia maandamano hayo yamekuwa na athari kubwa sana, upotevu wa uharibifu wa vitu yani, mali za watu ambazo zimeweza kikubwa zaidi ni waombe tujikite katika kuirinda amani ya taifa letu ili tuendelee na shughuli zote za kiuchumi na maisha yetu yaendelee kama kawaida. Jina naitwa Mchele Muhangwa, wenyekiti wa wafanyabiashara wa soko la Nyankumbu. Mimi vijana na, wa, na waomba wasifanye maandamano kwa sababu mimi tangia nizaliwe mwaka sitini na tatu sijawahi kuona vurugu ya disaini hii, hata wenye vita yaitiamini alikuwa ni salama. Mimi tu kwa upande wangu kama mwenyekiti wa soko wafanya biashara walipoteza mali zao, na wafanya biashara wadogo wadogo wa vijana ndiyo nguvu ya leo na mpaka sasa hivi, nawaomba waendelee kufanya biashara wasije wakafanya maandamano. Kufanya maandamano ni kurudi nyuma. Mimi naitwa Fredi Fidel, ni mwenyekiti wa umoja waendesha pikipiki mkoa wa Geita A. nipende tu kuwashukuru Watanzania wa ambao wanaendelea kukerwa na kuchukizwa na swala kama hili, na sisi maafisa ya usafirishaji tunaungana na hawa ma watu ambao ni Watanzania wanaoendelea kukemea maandamano haya haramu, lakini pia tunaungana na watumishi wa Mungu makanisa ambayo yameendelea kusimama na kukemea maandamano haya haramu. Kama maafisa ya usafirishaji mkoa wa Geita na wilaya ya Geita tumeamua sasa na sisi kutoka hadharani kujitambulisha kwamba hatuko tayari kushiriki jambo lolote ambalo linaweza likaratibiwa na watu ambao hawana dhamira njema kwenye mkoa wetu, kwani tumeweza kuona adha ambayo nilitokea hapa tarehe 30 tumeweza kuona adha kwa sababu sisi maafisa ya usafirishaji ili tule lazima tutoke. Majina yangu naitwa Mwanaidi Swale Mdoe. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika siku ya leo. Ninawaomba ninawaomba watu wanaosababisha tusiwe na amani kwenye hii Tanzania waache, inatuletea athari kubwa sana. Unajua, nchi yetu asilimia kubwa sisi wafanyabiashara, mpaka tutoke ndo tule. Toka nzaliwe fujo zilizotokea Oktoba 29, sijawahi kuziona, umeona? Na si mimi peke yangu, hadi watu wengine wengi tu hawajawahi kuona ile tukio, kwa sababu tulishazoea nchi yetu ni ya amani na utulivu.